Naam, mtazamaji, katika taarifa nyingine Rais William Ruto amepuzilia mbali wale wanaokosoa kuwa mradi wake kuhusika kwake ku moja kwa moja katika uendelezaji wa mradi wa NYOTA kote nchini. Rais Ruto, ambaye aliongoza hafla ya usambazaji pesa kwa vijana kwenye kaunti za Mandera na Wajir, alisema mradi huo ni wenye manufaa na kwamba unanuiwa kubadilisha maisha ya vijana wa humu nchini huku vijana laki moja elfu ishirini wakiwa wamenufaika kupitia mradi huo kufikia sasa. Kwenye uwanja wa Mandera Rais William Ruto aliongoza hafla ya usambazaji wa mtaji wa kujimarisha kibiashara kwa vijana elfu mbili mia tano na ishirini katika kaunti hiyo. Rais Ruto alisema hatua hiyo ni ishara bainifu kwamba serikali yake inatilia mkazo uhamasishaji wa vijana, ushirikishwaji wa fedha pamoja na kubuni nafasi za ajira. Ndio mnasikia viongozi wengine wanajaribu kusema ati rais anapoteza wakati kwenda programu ya NYOTA. Ati rais amepoteza wakati kuja Mandera programu ya NYOTA kwa sababu mentality yao ni ya zamani. Wanafikiria ya kwamba vijana wetu bado wako AOB. Ile mfumo ilikuwa inabagua wananchi wa North, Northern Kenya ya mambo ya kupata vitambulisho na passport, ulitoa hiyo ubaguzi. Sasa vijana wa Northern Kenya wanapata vitambulisho. Baadaye, rais Ruto alikamilisha awamu ya kwanza ya mpango wa NYOTA ya usambazaji mtaji kwa vijana 2540 katika kaunti ya Wajia kwenye uwanja wa Wajia. nilianza kule Mumias, nimetembea kila mahali, na nimezungumza na kuongea na kuengeji na vijana kama nyinyi elfu 120 kufikia leo. Rais Ruto alitangaza kwamba jumla ya vijana laki moja ishirini kufikia sasa wamenufaika na mtaji wa kuimarisha biashara zao kote nchini. Viongozi walihudhuria hafla hiyo walihimiza vijana kutumia mtaji huo ipasavyo. Mheshimiwa Rais, watakapomaliza hiyo mentorship ya hiyo 6 month sisi kama uh, State Department ya MSME tumejipanga vilivyo. Tuko na programu nyingine inaitwa KJET. Hii mtaweza pata mkopo NYOTA ya excellence ukasema kwamba hutoi mkopo kwa vijana, wewe unatoa pesa ambayo ni granti, ni bure kwao, wakajipange wafanye biashara. Serikali inanuia kuwahamasisha kiuchumi, jumla vijana laki nane ishirini kote nchini kasi cha namasha na